Bila amani na utulivu mambo mengine hayawezi kwenda kwenda vizuri. Kwa mimi na wenzangu katika kujadili mambo mbalimbali na hasa katika kipindi hiki cha, cha uchaguzi, tulidhani tutenge siku moja na bahati nzuri Mwenyezi Mungu katupanga akatuelekeza vipande leo iwe ni mahususi kwa ajili ya kukutana na viongozi wetu di. wa dini ili tuzungumzie mustakabali wa wilaya yetu kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi kwa maana kabla ya uchaguzi uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ni washukuru sana kwa kusikia wito wetu, lakini ni imani yangu kwamba kwa nafasi yenu kama viongozi wa dini, sisi kama serikali tutapata ushauri na maoni kutoka kwenu, namna gani tuenende katika siku hizi chache ambazo zimebaki katika kuelekea uchaguzi ili kuwezesha kuifanya wilaya yetu iendelee kuwa na amani. Kwa kweli, hilo ndilo jambo la msingi na kubwa ambalo mimi na wenzangu kwenye vikao vyetu vya kamati ya usalama ya wilaya, tuliona ni budi tupate nafasi ya kukutana nanyi uweze kuzungumzia maswala mazima. Mambo ya msingi ambayo meyazungumza me mengi ni ninyi kutuhakishia kwamba mtaendelea kuhakikisha tunahimiza watu wetu kulinda amani na utulivu, lakini kuhimiza watu wetu katika kipindi kile cha uchaguzi, kwa maana tarehe ishirini na tisa kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura na hatimaye kuchagua viongozi ambao tunawahitaji. Naomba niwashukuru sana kwa kauli hiyo, na sisi kwa upande wetu serikalini, kama ambavyo wametangulia kusema wenzangu, naomba nisisitize kwamba tuko tayari kuendelea kushirikiana nanyi kwa ukaribu zaidi katika kuona namna gani tunaendelea kuwezesha wilaya yetu kuwa na amani na utulivu. Na ndio maana wakati wowote tutashiriki katika shughuli zozote ambazo mnazipanga, ili mradi tu mnatamani kwamba uwepo wetu katika shughuli hizo unatakiwa wazee wangu. Kama ambavyo nilianza kwa kuendelea kwa kusisitiza kwamba lengo kubwa la wilaya yetu ni kuhakikisha tunaendeleza uhusiano kati ya chama na viongozi wa dini, kwamba vyama hivi vya siasa, tunaamini kwamba tutakapomaliza tutapata nafasi ya kukutana navyo nasi, na katika kukutana navyo tutaviunganisha na viongozi wa dini kwa ujumla wake, ili tuwe na pembe tatu yenye mahusiano mazuri: vyama vya siasa, viongozi wa dini na serikali. Tukiwa katika umoja na mshikamano huo, mimi naamini kwamba hata siku moja huwezi ukasikia tutagombana. Itakapokuja swala la maendeleo ndani ya wilaya, hizi pembe tatu zikishirikiana, maendeleo yatafanyika vizuri. Itakapokuja ni swala linalohusu swala la dini zetu, pembe hizi zikishirikiana, hakutakuwa na tatizo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi, wilaya yetu, kwa nafasi zetu, kwa viongozi wa wilaya, kwa maana vion, serikali, viongozi wa dini ya vya na vyama vya siasa ni budi kukaa na kuonyesha mfano wa namna gani tunaweza tukafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa.